Ndugu waandishi, kama mnavyofahamu, zaidi ya mara mbili, Dkt Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesisitiza kwamba tuangalie changamoto za wenye viwanda wazalishaji ndani ya nchi nzima ya Tanzania, lakini pia tulete jicho letu ndani ya mkoa wa Tanga. Kwa hiyo leo ni ziara maalum ya kiserikali tukiwa tumeambatana na katibu tawala wa mkoa wa Tanga lakini pia tunao maofisa mbalimbali wa serikali tukija kuangalia utekelezaji wa yale ambayo tulikaa na wenye viwanda na kuona walichokuwa wametuahidi. Tuna furaha, kiwanda hiki cha kwanza ambacho tumekitembelea leo, wapo katika majaribio ya uzalishaji na wametuahidi ndani ya mwezi mmoja uzalishaji wa majaribio utakuwa umekamilika, hivyo wataanza uzalishaji rasmi, lakini zaidi ya hapa, tumetembelea pia viwanda vingine viwili, ambavyo kimoja kinahusiana na masuala ya kuchakata chuma. Wao wameshaagiza mashine, mashine ziko njiani, na wao wametuahidi mwezi ujao wataanza kufunga mashine, mwezi wa kumi na mbili watakuwa kwenye majaribio, na mwezi wa kwanza 2026 watakuwa wameingia katika uzalishaji. Tumeshaagiza ma mashine mpya amba, mashine ni ambazo mnaziona mna ziko hapa na, na, na zingine ziko njiani. Nafikiri mpaka ijayo zitakuwa zimeshaingia na wataalamu. Tunategemea kwa mashine zote zikifika, ndio wanakuja wanakuja wataalamu kuja kwa ajili ya kufunga mashine. Ahadi tu ambayo tunaweza ni, ni, ni, ni, ni kuitoa kwa wananchi wa Tanga na, na serikali yetu ni, ni, ni kwamba production rasmi ni Januari. Mkoa wa Tanga sasa hivi una mazingira bora kabisa ya uwekezaji. kama unafahamu, e, bandari yetu ya mkoa wa Tanga hapa inafanya kazi vizuri sana. Hata ukiangalia barabarani, kila magari saba yanapopita magari, magari saba yanapita sita ni magari makubwa malori, ambayo yamebeba mzigo kuleta ama kutoka bandarini, alafu gari moja, gari moja ndio saluni. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba opereshen za bandari yetu hii ya mkoa wa Tanga itawezesha ukuaji wa viwanda katika mkoa wetu kwa kuleta malighafi ambazo zinatoka nje ya nchi au kwa kupeleka bidhaa ambazo zitauzwa nje ya nchi. bandari yetu iko iko tayari. Napenda kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais wetu dr Samia Suluhu Hassan kwa ufufuzi wa viwanda mkoa wa Tanga, maana siku za nyuma viwanda vilikuwa vimekufa, vi asilimia 80, viwanda vilikuwa vimekufa, ila kwa sasa hivi viwanda vimefufuliwa. Mfano kwa kiwanda chetu hicho hapa kimeanza kufanya kazi pia tumepata faida nyingi sana kwa ufufuzi wa hichi kiwanda cha shukuru kabisa. Daktari wetu, daktari wetu daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa amekuwa ni mtu mpenda maendeleo katika mkoa wetu. Ameweza kutufufulia viwanda, viwanda vingi vilikuwa vime, vimezimwa kwa muda mrefu, lakini kipindi hichi kimekuwa ni kipindi cha mwendelezo wa maendeleo katika mkoa wetu wa